Hello, wapenzi watazamaji, karibuni katika kipindi chetu cha leo, kipindi cha kujifunza Biblia. Kwa majina naitwa Eudi na mwenzangu hapa anaitwa Debora. Napenda kuwakaribisha, leo tutakuwa tukijifunza, uh, samare hesa kipengele cha muhimu sana katika mwongozo wa kujifunza Biblia tuliokuwa tukijifunza katika juma hili tuko katika somo la saba na tumepata jambo la muhimu sana hapa, tunahitaji kushea pamoja nanyi katika somo la saba ambalo lina kichwa kinachosema utii wa kiwango cha juu kabisa, ibada kwenye eneo la vita. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Tunakushukuru Mungu, unayetupenda anahitaji kutufundisha neno lako katika wakati huu, kuwa nasi kwa njia ya Roho wako, kwa jina lako Yesu. Amina. Uh, kwenye somo hili fungu la kukariri linapatikana katika kitabu cha, cha Mathayo sita fungu la thelathini na tatu. Linasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Kichwa kinasema ibada kwenye eneo la vita. Um, mara nyingi unaweza ukajiuliza maswali mmm, katika mizunguko yetu ya maisha ya kila siku. Ni wakati gani hasa tunapenda kufanya ibada? Ni wakati gani hasa tunakuwa huru kufanya ibada zetu? Na ni wakati gani hasa ambao hatujisikii kufanya ibada zetu? Na katika somo hili tunajifunza nini rafiki? Wanadamu tumekuwa tuki- mm. tumekuwa tukitumia muda mwingi mm. kwenye shughuli zetu na mm. kusahau kutumia muda mchache tu angalau kumtafuta Mungu mm. Unakuta mtu anamka asubuhi labda mm. ana ratiba ya kuingia kazini mm. anamka asubuhi na kwenda kazini mm. anaona ana, akipiga mahesabu ya shughuli alizonazo anaona kama shughuli zake ni nyingi kiasi kwamba akitoa angalau hata ile nusu saa tu mm. kwa ajili ya, ku, ya kufanya ibada mm. anaona kama anakuwa mpoteza muda mwingi kwa ajili ya shughuli zake, na anahisi kama shughuli zake huenda zisikamilike kwa siku hiyo mm. kwa hiyo inakuwa ina, mtu anaamka anaamka asubuhi anasahau hata kushukuru Mungu, hata kuomba, kujifunza neno kidogo mm. anaamka moja kwa moja anaenda kwenye shughuli zake mm. na kusahau kufanya ibada mm na kwa nyakati zingine pia unakuta mtu mm. tukiachana na swala la kazi, unakuta mtu huenda labda amepitia mafanikio fulani labda mm. hali fulani nzuri anaipitia, anakuwa anamsahau pia Mungu mm. lakini inapotokea pale kwamba amepata changamoto fulani ambayo inamnyenyekeza ina na kumhitaji kumtafuta Mungu ndo mm. hapo sasa anapoenda kumtafuta Mungu mm. kitu ambacho sio kitu chema. Kama Wakristo mm, tunatakiwa kumtafuta Mungu katika nyakati zote, nyakati za raha, nyakati za za za changamoto mm, tunapokuwa na kazi, tunapokuwa hatuna kazi. Wewe mm. una kazi nyingi kiasi gani, inatupasa kumtafuta Mungu angalau kwa masaa machache tu kwa siku mm, na muda mwingine tutakaobaki, basi unaweza ukaendelea na shughuli zako mm. Sasa tukirejea tuki katika lesoni yetu ya mm. wiki hii katika kitabu cha Yoshua tano fungu la kwanza mpaka fungu la tisa inaonyesha Israeli akiwa katika uwanja wa vita mm. akizungukwa na adui, lakini anaitii sauti ya Bwana mm. ili, iliyomtaka kuwa awatahiri wanaume wote wa Israeli kitendo ambacho hakina maelezo kimantiki. unawezaje kuwatahiri watu hmm. Tena sio kuwatahiri tu, unawezaje kuwatahiri watu ukiwa katika hali ya vita uwanja wa vita hmm. Ni so kitu ambacho sio kitu kirahisi, lakini alitii amri ya Mungu hmm. unadhani kwa nini alitenda hivyo? Uh, ni utambuzi inachofikiria ni ni utambuzi ambao Yoshua alikuwa nao kwamba anakabiliwa na vita mbele yake na vita ni ya Bwana, na alitambua ya kuwa Bwana anajishughulisha na mambo ya kila siku ya wanadamu na Bwana atampa ushindi. Alitambua katika historia ya nyuma kama tulivyojifunza kwamba wakati fulani walikuwa katika bahari ya Shamu, Mungu aligeuza aligawanya alitengeneza barabara katika ile bahari Alitambua jinsi Bwana alipowapa chakula pasipo na nafaka jangwani, akashushia mana. Aliona jinsi Bwana alipotoa maji kutoka katika mwamba. Aliona miujiza ambayo Mungu alifanya, na hata hapa wakati Mungu anamwambia watahiri watu, ingawa sasa ukisha watahiri watu wanaishiwa nguvu, lakini Yoshua alitambua kwa kuwa amri ni ya Bwana, vita ni ya Bwana, alipaswa kutekeleza amri ya Bwana. Amina. Pia Yeshua tano fungu la kumi mpaka kumi na mbili anafanya Pasaka. Katika Yoshua nane fungu la thelathini mpaka thelathini na tano anajenga madhabahu na kuamrisha ibada. Mambo hayo yote ya yanaonyesha jinsi gani Yoshua aliotambua uwezo wa Mungu na kujua jinsi Mungu anavyojishughulisha na masuala ya maisha yetu mm -hmm. Katika Mathayo 6:33 fungu la Bwana wetu anatukumbusha tutafute kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote tutazidishiwa. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki, kama ambavyo mchangiaji na ametueleza, sisi kama wanadamu tunapaswa kuzingatia kila wakati. Katika kitabu cha Yeremia sura ya kumi fungu la ishirini na tatu anasema, ninajua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika uwezo wake na si katika uwezo wa mwanadamu kuamua mapito yake. Aidha katika usiku husika tutafanikiwa au tutafanikiwa ni mipango ya Mungu, aidha tutaishi na kuivuka siku husika ni mipango ya Mungu. Mungu anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote yata utazidishiwa. Na hata hivyo kama ulivyoona katika kitabu cha Yoshua, nyakati ngumu, nyakati tunazohisi ya kuwa, tuna concentration ya majukumu mengi, hizo nyakati hasa ambazo Mungu anaipima imani yetu. Labda ya kukumalizia somo hili ni wape kisa kimoja. Kulikuwa na mama mmoja sehemu fulani na baba mmoja waliokuwa na watoto wawili mapacha. Uh, siku moja, wakiwa kazini, walisikia uh, taarifa kwamba watoto wao wameumwa na nyoka. Waliumwa na nyoka wenye sumu kali sana. Ha, wazazi wote wawili, wazazi walikuwa ni matajiri. Waliporudi nyumbani, wakaona watoto wako katika hali mbaya, na inasemekana kwamba wakicherewa tu kidogo, wala watoto wao wangefariki. Sasa huyu baba akamchukua mtoto mmoja katika gari na mama akamchukua mtoto mwingine katika gari, wote wakawa wakikimbia hospitali kwa magari mawili. Baba akakumbuka akapiga magoti nyumbani kabla hajaanza kutoka Akaomba kwa Mungu, mama akasema, kwa nini tuombe? Tunamchelewesha, twenda hospitali. Mama akakimbia kuelekea hospitali na mtoto bila hata kuomba. Baba alipiga magoti akamshukuru Mungu kwa kuwa amemkuta mtoto wake, akaomba, akaanza safari ya kuelekea hospitali. Alipofika kwenye geti la hospitali, alikuta mama gari la mama likitoka kutoka hospitali, maana mtoto yule alifariki hata kabla hajafika hospitali. Lakini mtoto huyu ambaye baba alitangulia kuomba kwanza alifika hospitali akatibiwa na kulitoka salama. Kisa hiki kinafanana na somo letu la juma hili linaloonyesha ya kuwa tunahitaji kumtanguliza Mungu hata kama tunaona muda wetu ni limited sana, tunaona tumechelewa sana katika majukumu yetu, tunahitaji kumtanguliza Mungu, maana mafanikio yetu yamefungwa katika uwezo wa Mungu. Mungu akubariki sana unapotafakari somo hili na mambo mengi katika somo hili Utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na mengine Bwana atakuzidishia. Nikutakia wakati mwema, Mungu akubariki. Karibu katika wiki ijayo.